Na tukisalia huko pwani ni kwamba gavana wa Kwale Fatuma Achani ametoa zabuni tatu kwa makundi manne ya kina mama za thamani ya shilingi milioni 4.5 eneo la kusini Kubo huko Matuga. Kampuni za Lutuma na hatua kwa hatua zimepewa zabuni ya kuchimba kisima pamoja na kupeleka viti kwa jumba la mikutano la kijamii la Lukore, huku kampuni ya dor juflo na Jitegemee zikizawadiwa zabuni ya kurekebisha bomba la maji la Shimba Hills. Akihutubia wakazi wa Kubo, Achani aliwahakikishia kwamba serikali yake itawapiga jeki kina mama na vijana na kuwahimiza kujiunga katika makundi na kuunga kampuni ili waweze kupata zabuni hata nje ya serikali ya Kwale wasaidia mweze kuunda kampuni. Ukitengeneza kampuni ni njia moja ya kutengeneza ajira. Leo hii hapa nitapeana kwa makundi ya kina mama ambao wametengeneza kampuni. Kikundi cha Kimaki tulipata milioni eh, tisa na laki saba na tukaweza kuweka maji, hivyo nitakuwa si mtu mzuri nisipokushukuru gavana kwa sababu ya muradi huo.